Fa ya ayuhannas usikum wa nafsi bitakwallahi azza wa jal. Enyi ndugu umini na kuusieni kama vile ambavyo unapaswa kuiusia nafsi yangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Wat Islam, kwa hakika tumo katika neema, musimu wa neema katika miezi hii ambayo ipo mbele yetu, tuliyoanza nayo na tunayoendelea nayo. Miezi hii yote hii mitatu takriban, tuko katika neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha, ambayo ni neema ya mvua. Neema hii ni neema ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameileta kwetu ili tuitumie neema hii kuweza kupata riziki za halali, na tutakapoitumia vile vilivyo, Allah subhanahu wa taala atatutilia baraka katika pato letu na katika riziki zetu na katika mambo yetu yote ya hapa duniani na kuwa ni sababu ya kupata mafanikio kesho akhira Allah subhanahu wa taala

Lakini endapo mutazikufuru neema za Allah subhanahu wa taala, hakika ya adhabu yangu ni kali. Allah subhanahu wa taala anatutaka tuzishukuru tuzi neema zake na kuzishukuru neema zake. Si kusema alhamdulillah ikawa imetosha kuzishukuru neema za Allah subhanahu wa taala, ni kuzishukuru kivitendo. Neema hii ya mvua wenzetu wanaitafuta na wanaiomba lakini, sisi kila mwaka Mwenyezi Mungu anatuletea neema hii, lakini kwa kiasi gani tunaishukuru neema hii ya mvua ambayo inashuka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, thumma la tusalunna yaumaidhin ani na'im, kisha mutaulizwa juu ya neema mbalimbali siku ya Kiyama. Mutaulizwa juu ya neema mbalimbali ambazo mmepewa nyinyi waja, vipi mulizitumia miongoni mwa neema tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni mvua. Watukufu wa Islamu, bado neema hii hatujaifanyia haki. Leo mvua zinapita, watu wamekaa vibarazano, wanacheza keram, huku mashamba yamekaa hayana walimaji. Leo anasubiriwa mtu alime, walime wengine, wende wakaibe. Vijana wenye nguvu wamekaa vibarazani wanaangalia mipira na kucheza michezo ya kipumbavu ambayo haina msingi. Muda huu laiti kama tunaotumia katika kutafuta riski za Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kilimo, basi tutapata neema kubwa sana, na itakuwa ni sababu ya mafanikio ya hapa duniani na kesho akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza juu ya hili kupitia hadithi ya kupitia hadithi iliyosimuliwa na Anas bin Malik na kupokewa na Imam Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza kwa kusema ma min muslim, haiwi kwa mwislamu yeyote yule yaghrusu gharasan, ambaye atapanda mche wa aina yote au kipando cha aina yote, au yazrau zar'an, au akalima kilimo cha aina yoyote ile, fayakula fayakulu minhu tayran, ikawa kilimo kile, ikawa ni sababu ya ndege akapata chakula kutoka kwenye kilimo kile, au insan, au mwanadamu akapata chakula kutoka kwenye kilimo kile, au bahimatin au mnyama akapata chakula kutoka kwenye kilimo kile, illa kana lahu bihi sadaka, isipokuwa mtu huyu atakuwa tayari ameshatoa sadaka kupitia kilimo kile ambacho amekilima. Kwa hiyo, kama utalima mgomba ikawa sababu ya kuja sisimizi tu wakafyonza baadhi ya vyakula vilivyomo ndani ya mgomba, tayari ile inahesabiwa ni sadaka yako. Akija nyuki akichukua sehemu ya maua ya ndizi akaenda kutengeneza asali, tayari wewe umeshatoa sadaka yako. Na akaja mtu akaweza kula chakula kile, akala ndizi sehemu ya chakula kile, akala yeye au wewe ukala na watoto wako, tayari ni sadaka. Na kuna sadaka nyingine zinaendelea. Kwa mfano mtu ale aliyepanda mnazi, mnazi unaishi zaidi ya miaka mia. Kwa hiyo kadri watu watakavyokula nazi watakavyokuwa wanatumia nazi na kula madafu ya nazi ile ya mnazi ule, basi mtu yule anapata, anapata thawabu za sadaka, kwa hiyo hapotezi. Kwa hiyo tutumie muda huu kuweza kuweka kuwekeza katika kilimo, kwa sababu ndio wakati wake. Muda huu tukiupoteza, kikija kipindi chengine, tutakuwa hatupati muda sasa wa kulima utakuwa ni wakati wa jua, hatuwezi tena kulima, lakini muda huu ni muda muafaka, tuutumie muda huu ili tuweze kupata riziki za halali. Watukufu wa Islam, pia kuna wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa neema, neema ya mashamba, wana mashamba mingi, lakini bado mashamba yale wameacha yakiwa na misitu, lakini kuna wengine wanahitaji kupata sehemu japo ndogo ya, ya kuweza kulima lakini hawana. Mwenyezi Mungu wa hawakuwaruzuku ardhi. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kuweza kuwaazima waislamu wa islamu. aina hii ambao wao wanataka kulima lakini hawana sehemu ya kulima. Ikiwa wewe unayo sehemu lakini huitumii, basi mpe ile atumie, ili kwako wewe kwa ni sadaka kwako wewe kwa. Watukufu waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam wa ametuagiza haya kupitia hadithi iliyosimuliwa na Abu Huraira na kupokewa na Imamu Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man kanat lahu ardhi, mwenye kuwa na ardhi, faliyazraha, basi ajitahidi kupitia ardhi ile aweze kulima, ailime ile ardhi aliyonayo. au liyamnaha akhahu, kama hawezi kulima, basi anatakiwa ampe ndugu yake, asibakie tu na ardhi ikawa imekaa basi, ampe ndugu yake, amwazime kwa muda aweze kulima. Fa in aba, kama atakataa yule aliyepewa kwamba ndugu yangu, nimekupa hii ardhi, lima angalau migomba, lima angalau muhogo, upate riziki na watoto wako, akakataa mtu yule, faliyumsik ardhahu, basi mtu huyo anatakiwa aidhibiti ile ardhi yake. Watukufu Waislamu, haya ni mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba tusikae tuna aseti za ardhi tumezikalia tu, wakati wengine wanahitaji. Huu ni msimu wa kutafuta riziki za halali. Kwa hiyo, ardhi ni sehemu ya aseti muhimu katika kutafuta riziki za halali. Kwa hiyo, tukiitumia ardhi katika kipindi hichi, tutakuwa tumefanya jambo kubwa kwa sababu tayari tumeishukuru neema ya Allah subhanahu wa taala. Ndipo pale Allah subhanahu wa taala atatuzidishia neema zake, kwa sababu tumeishukuru neema yake. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala atujalie tuwe ni wenye kuishukuru neema yake ili atuzidishie katika mapato yetu, na hiyo ni sababu ya mafanikio ya hapa duniani na kesho akhera.

katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa taala. Watukufu wa Islamu, kwa hakika neema ya mvua hii ambayo Allah subhanahu wa taala anaishusha kwetu, tutaulizwa juu ya neema hii, vipi tuliitumia? Kuna watu wali, wanaitumia neema hii kama ni musimu wa wizi waliwizi ambao wamebobea katika wizi wao, zikianza mvua basi wao hupiga kofi, sasa muda wa kuiba umetimia, na kuanza kuhakikisha kwamba kila walichoadhimia, kila, kila ambacho walikidhamiria basi wamefanikiwa, kwa sababu musimu kama huu watu wanakuwa mara nyingi umeme unakuwa unazimwa mara nyingi unakuwa mvua. Wakati wa mvua inanyesha, ndio anatumia mwizi kukuibia, anaiba kuku, anaiba ndizi, anaiba kila anachokitaka, kwa sababu hakuna harakati yoyote ambayo inasikilikana. Wengine wanaiba nyaya za umeme na kuharibu miundo mbinu mbalimbali katika, katika msimu kama huu. Kwa hiyo tujue kwamba tukizikufuru tukizi neema za Allah, basi tujue kwamba adhabu ya Allah ni kali, hatuiwezi

Amemlaani Allah Subhanahu wa Ta'ala mwizi ambaye ameiba, ameiba yai yayi yakuku fatuktau yadu katika kuiba kule, akawa anaendelea mpaka ikafika pahala akaiba zaidi mpaka ikakatwa mkono wake wayasriku alhabla fatuktau yadahu wayasriqu alhabla fatuktau yaduhu. Na pia Allah subhanahu wa Ta'ala anamlaani mtu ambaye anaiba kamba, ikawa ni sababu kwa mwanzo wa kuiba kwake kwa kule ile kamba, ikawa ni sababu ya kuendelea kwake mpaka ikafika pahala akaiba vingi na vingi na, na vikubwa zaidi mpaka ikafika pahala akakatwa mkono wake, kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anamlaani mtu ambaye ni mwizi, hata kama alichokiiba ni kidogo, kwa sababu wizi ni kitu ambacho hakikubaliki katika Uislamu. Lakini sasa wizi inaonekana ni kitu cha kawaida, kuanzia juu mpaka chini, kuanzia ngazi za juu mpaka chini kuanzia watu ambao wenye madaraka mpaka wa chini, mtu anaona kuiba ni kitu cha kawaida. Swala la wizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza na amesema kwamba Mwenyezi Mungu anamlaani mtu aliyeiba, hata kama ni nini, hata kama ni yai. Kwa sababu unadharau yai dogo tu, yai ni dogo, lakini Allah anamlaani mtu wenye kufanya hivi. Leo watu wanaanza kuiba vidogo, alafu baadaye wanaiba vikubwa. Watoto wanaanza kuiba majumbani kwetu sasa, kwa sababu ya kubeti. Mtu anabeti, anaona kwamba hana pesa, anaanza kumwibia mzazi wake shilingi elfu, kesho kutwa elfu kumi, kesho kutwa laki, kesho kutwa anazidi ya hapo, baadaye kile kikubwa tunakiona kidogo. Maanaake mpaka sasa mtu anakabidhiwa wizara wanakabidhiwa sehemu ya umma, anaiba anavyotaka, halafu anasema mimi nimeiba vijisenti tu, imeiba vijisenti tu, mesiiba pesa nyingi, lakini ukiangalia ni billions ya pesa ambazo tayari kashaiba. Kwa hiyo tumedharau kidogo, lakini mpaka kile kikubwa nacho tumekifanya ni kidogo. Kwa hiyo Uislamu umehimiza watu wafanye kazi na sio kwenda kwenye shortcut za maisha kuiba na kufanya mipango mingine ambayo hayana maana. Michezo ya kamari, mambo ya kubeti, hayo hatutufikisha pahala, isipokuwa ni hasara tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi, ma akala ahadun taaman qattu khaira hajala, mtu chakula hajala mtu yoyote yule chakula kilichobora zaidi min an yakula min amalihi min amali yadihi, kuliko kile chakula alichokula kupitia kazi ya mkono wake, kazi aliyofanya kwa mkono wake. Chakula hichi ni chakula bora zaidi kuliko chakula chochote kile ambacho mtu anachokula. Wa inna nabiy Nabiyallahi Daud alayhi salatu wassalam, hakika Nabiyallahi Daud, amani rehma na amani ziwe juu yake, kana yakulu ya alikuwa siku zote katika maisha yake, yeye alikuwa anakula min amali yadihi, siku zote alikuwa anakula kutokana na chakula ambacho anafanya kazi kwa mikono yake. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea Imam Bukhari. Watukufu wa Islam, ikiwa Nabi Allahi Daud ambaye alikuwa ni mfalme, alikuwa hakubali kula chakula kupitia jasho la raia zake. Yeye alikuwa anahakikisha kwamba anakula chakula kupitia amali kazi anayoifanya kwa mikono yake. Tunaambiwa kwamba nabi Allahi Daudi alikuwa kaf, akifanya kazi ya kutengeneza nguo za juma kwa ajili ya vita, nguo za kivita alikuwa akizitengeneza kupitia mikono yake. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi, lakini kazi ile anayoifanya anapata riski zake za halali na kutosheka na hilo, kwa sababu yeye alikuwa ni mfalme, alitaka kujua dhiki wanaoipata wananchi wake. Katika hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwambia nabi Daud kana yasumu yauman wa yaftiru yauman, siku zote katika maisha yake alikuwa nabi Allah Daud akila siku moja na siku nyingine alikuwa anafunga, yani siku anakula siku anafunga. Kwa hiyo hivi ndio tunavyotakiwa viongozi wawe, ili kujua madhila wanayopata raia zao, ili wao wapate ule uchungu. Lakini mtu akiwa akipata nafasi kidogo, hataki tena kufanya kazi za amali, kazi ambazo zitampatia riski yake halali kupitia mikono yake. Hata kilimo hakitaki tena. Sasa anataka shortcut ambazo zitampatia yeye pesa kwa urahisi. Tunamuomba Allah subhanahu wa taala atujalie, atupe riziki zetu za halali na ajalie mvua hizi ziwe ni neema kwetu sisi na siwe nakma na iwe ni sababu ya kufanikiwa katika maisha yetu ya hapa duniani na kesho akhera. Qala Allah taala, inna llaha malaikatahu yusalluna ala annabi ya ayuha ladhina amanu sallu alayhi wasallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad